Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa taarifa kuhusu hali ya afya na lishe katika mkoa wa Ruvuma kwa mujibu wa utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria wa mwaka 2021 2022 ambao utafiti huu unafanyika kila baada ya miaka mitano kama ifuatavyo. Jambo cha udumavu wa watoto chini ya miaka mitano kimepungua kutoka asilimia 44 mwaka 2016 hadi asilimia 35.6 mwaka 2021-22. Hata hivyo kiwango hiki bado kiko juu kitaifa na mkoa umeshika nafasi ya tano kwa kuwa na kiwango kikubwa cha udumavu. Lengo la mkoa ni kufikia chini asilimia ishirini ifikapo mwaka 2030. Aidha, kiwango cha unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa miezi sita kimeongezeka kutoka asilimia kumi na nne nukta mbili katika kipindi cha mwaka 2015 16 hadi kufikia asilimia arobaini nukta nane kwa mwaka 2022 23 matumizi ya vitamini A kwa watoto yameongezeka kutoka asilimia hamsini nukta nane kwa kipindi cha mwaka elfu mbili kumi na tano kumi na sita hadi asilimia sabini na tatu nukta moja kwa mwaka elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili na kupita kiwango cha kitaifa cha asilimia sabini. Uh, upungufu wa damu kwa wajawazito umeboreka kutoka asilimia arobaini na nne nukta moja mwaka 2016-2017 hadi asilimia 30 mwaka 2022-2023. Lakini pia upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka mitano umeendelea kupungua kutoka asilimia 51.8 mwaka 2015-16 hadi kufikia asilimia 45 mwaka 2022 na 23. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kuboresha afya na lishe ya wananchi, mkoa wa Ruvuma kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo unaendelea kutekeleza afua mbalimbali za kimkakati kama ifuatavyo: kutoa elimu ya lishe kupitia majukwaa ya salike katika halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma. Lakini kusimamia utengaji, upokeaji na matumizi ya fedha za lishe katika halmashauri zote. Aidha, kusimamia na kuimarisha utoaji wa chakula shuleni ili kuboresha afya na utendaji wa wanafunzi, na kuwatambua na kuwahudumia watoto wenye utapia mlo mkali kwa matibabu stahiki. Vilevile vile nhamasisha kilimo cha boga boga matunda ufugaji wa sabukuku na samaki katika shule na kaya, lakini kuandaa na ku, kuanza utekelezaji wa mpango wa rakishi na shirikishi wa miaka mitano ngazi ya mkoa. Mpango huu umeanza kwa mwaka wa fedha 2025 26 ambao utatamatika mwaka 2029 30 wa kupunguza udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kufanikisha azma ya mkoa katika kukomeza udumavu, tumejipanga kuhakikisha kuwa maazimisho ya siku ya lishe yanakuwa endelevu na kufanyika kila baada ya miezi mitatu katika ngazi ya vijiji. Vilevile vile kanuni za kuongeza virutubisho kwenye vyakula vinafungashwa, vinavyofungashwa vinasimamiwa ipasavyo ili kupunguza upungufu wa vitamini na madini muhimu.